Kwa wale wadau, nyumba yetu ishafikia mwisho kiuno hapa. Ukajiuliza ukajiuliza, mbona huko kiuno kimegusa, kinaonekana kimegusa, bado kiko chini hapa. Tofali tutaiwekea kwa nje, hatutaacha kiuno kwa hiyo basi sitakachokifanya kifanya, ushajenga kwa nje, hata kama utapiga plaster ya maana utapiga mstari. Siku hizi ndio nyumba nyingi zinajengwa haziachi kiuno kwa nje, kwa sababu ukisema tuongeze tofali hapa kwa juu, tena, hapa ilipo. Kwa juu kosa la kule juu unaloliona kama naisi kosa kwamba kiuno kimegusa ardhi. Kosa linakuja hivi ukisema tupandishe juu kule tofali uku chini inalazimika ziongezeke tena tofali na zikiongezeka tena bado tujafunga mkanda hapo juu. Unapoona changamoto yake, ipo hivi, hiki kiwanja ni kidogo. Kwenda paka katika kile kigogo pale, pana urefu wa futi mbili kurudi hapa kwenye hii alama hii, kuna urefu wa futi nne kwa hiyo, kiweka ngazi ngazi, hizi kakaa mshazali, afu patakuwa parefu zaidi. Ngazi tatakiwa ianze hapa hapa. Kuna barabara hii hii ni barabara hii kwa ukisema uweke ngazi ngazi kianzia barabarani. Je, mwenzako akija naye inakuaje? Ukaona tuishie hapa, kwa hiyo okay. Nyumba yetu kwa mpaka hapa imekamilika kwa msingi wa tofali tupu. Tofali zilizoingia ni elfu mbili mpaka sasa hivi unapoona hapo, kwa maana ino kama hicho ni tofali elfu mbili kwa kama unavyoona zimeingia tofali: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Hizo za nje chini zimeingia tatu, jumba ni kumi na mbili tofali kumi na mbili, kumi na mbili. Kama unaona kwa picha kamili, hiyo chini kule, kutoka baraza pale, unakofuata pale kwa juu ku dining hii ndogo, hapa ni store pale kulia pale, m kule chini upande wa kushoto kule, naopaona ile ni chumba Nachofuata ni choo chake, kinachofuata ni choo cha pamoja yapo huko Paulo. Hapo kati unapoona, niko ni chumba, dining, sitting room, vio viwili ndani, store moja, baraza mbili nyuma na mbele. Mbele na kwa ubunifu zaidi uh ubunifu wa mtaani na maisha ya Tanzania. Kwa hiyo usahau kusubscribe, ku like, ku comment ngatuli.